Jini ya mzee Suja ambaye anaitwa uh, mzee Kristofwa mzee ambaye alipigana vita za kiroho mpaka amefika, mlio sema, haleluya. Haleluya! <todicu> awiko vose wamalikozahano kwa ajili ya mambo ya mzee majirani, pamoja na watu wote ambao wanakaa sehemu hii, na wasalimu kwa jina la Bwana. Jambo wote, jambo, jambo ya Yesu Jambo. Kabla sija nena kitu uh, wacha nimsalimie msichana huyu kwa sababu uh, ndugu yangu ndio mchungaji wa hapa Amen. Na wakati amekuwa akikuja kuona Kristofu, aliniambia kuna msichana nilikuwa nakuta hapa Amen. Sema haleluya, haleluya. So nilikuja nikauliza, nikaambiwa ni huyu, simjui lakini kaambiwa ni yeye. So wacha nimpe hiyo Ha, machozi aapanguze machozi Amen. Bwana Yesu asifiwe, azifiwe. Ama kwa majina, naitwa askofu mkuu wa kanisa la Mission of Divine Fellowship Reverend Peter Mkilima hidaki lindekebwana lijiwamanakebwana no kensefu agukuza nawe ninihiga higa 93